Sehemu ya pili ya makala yetu inayohusu habari za maendeleo ya kiteknolojia hususan, ni uvumbuzi wa teknolojia ya AI. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutusikiliza, ningekushauri upate kuitizama video yetu ya kwanza, ambayo ni sehemu ya kwanza inayotoa tafsiri na maana kamili kuhusu AI kabla haujaendelea na nafasi hii ya pili. Kiukweli, katika nafasi hii ya pili tunataka kuichambua kwa kina historia ya akili bandia, ama kwa lugha ya kimombo artificial intelligence, kwa kifupi AI. Inaweza kuonekana kama AI ni teknolojia mpya tu, lakini baada ya yote imeanza tu kuwa sehemu ya maisha ya kila siku katika miaka ya hivi karibuni. Kwa kweli, misingi ya AI ilianza kuwekwa mapema kabisa katika miaka ya 1900, ingawa maendeleo makubwa hayakupatikana katika kipindi hicho mpaka ilipofikia miaka ya 1950. Haya yasingewezekana bila michango ya watu maalumu na watu mashuhuri wa na sayansi wa wakati huo kutoka katika nyanja mbalimbali mbali. Kuelewa historia ya AI ni muhimu ili kufahamu ilipo sasa na mwelekeo wake katika siku zijazo. Katika makala hii tunapitia maendeleo makuu ya AI, kuanzia msingi ulianzishwa mapema katika karne ya 20, hadi hatua kubwa zilizofikiwa katika miaka ya hivi karibuni. Wazo la AI ama akili bandia lina mizizi ya maelfu ya miaka iliyopita wakati wanafalsafa wa kale walipokuwa wakitafakari maswali kuu kuhusu hai na kifo na uwezo wa binadamu katika kufanya mambo makubwa na ya ajabu. Katika nyakati za zamani, wavumbuzi walitengeneza vitu vilivyoitwa automation kwa lugha ya Kimombo, yani mashine za mitambo zilizoweza kufanya harakati bila kuingiliwa na maamuzi ya binadamu neno automation linatokana na neno kutoka katika lugha ya Kigiriki cha kale likimaanisha kutenda kwa hiari yake mwenyewe. Moja, kumbukumbu za awali kabisa za automation zilirekodiwa mnamo mwaka 400 kabla ya wakati wa Kristo, ikielezea juu ya njiwa wa mitambo aliyeundwa na rafiki wa mwanafalsafa Plato. Miaka mingi baadaye moja ya automation maarufu zaidi ilibuniwa na mtu mashuhuri aliyefahamika kwa jina la Leonardo da Vinci karibu katika mwaka wa 1495. Kwa hiyo, ingawa wazo la mashine inayoweza kufanya kazi kwa kujitegemea yenyewe ni wazo la kale, makala hii inazingatia ya mambo yaliyofanyika mnamo karibia katika karne ya 20 wakati waandishi na wanasayansi walipoanza kufanya maendeleo kuelekea AI tunayo ijua leo, kuanzia miaka elfu moja na mia tisa mpaka sasa, uvumbuzi na maendeleo ya AI yamegawanyika katika vipindi saba kama ifuatavyo: kuna msingi wa akili bandia, kuzaliwa kwa akili bandia, ukuaji wa akili bandia, mlipuko wa akili bandia, majira ya baridi ya akili bandia, wakala wa akili bandia pamoja na akili bandia kwa ujumla. Kianzia na msingi wa akili bandia. Hiki ni kipindi kinachokava muda wa kuanzia mwaka 1900 mpaka 1950. Mwanzoni mwa miaka 1900, kulikuwa na maudhui mengi ya kisanaa na ya kifasihi yaliyojikita katika zana ya binadamu na akili bandia. Mawazo haya yalienea sana kiasi kwamba wanasayansi wa nyanja mbalimbali walianza kujiuliza maswali: hivi kweli inawezekana kuunda ubongo bandia? Baadhi ya wabunifu walijaribu kutengeneza mifano ya kile tunachokiita leo roboti. Neno hili lilitumiwa kwa mara ya kwanza katika tamthilia ya Kicheki mnamo 1921. Hata hivyo roboti za wakati huo zilikuwa rahisi sana zilikuwa zikiendeshwa kwa mvuke na baadhi zake zilikuwa zikifanya ishara za uso na hata kutembea kwa umbali mfupi. Katika kipindi hiki cha msimu wa akili bandia kuna matukio muhimu yaliyowahi kutokea, mfano lile la mwaka 1921 pale ambapo mwandishi wa michezo ya Kicheki Karel Kapek alipochapisha tamthilia ya kisayansi Rossum Universal Robot ambayo ilianzisha wazo la watu bandia aliyowaita roboti. Hii ndiyo ilikuwa tukio la kwanza lililojulikana la matumizi ya neno roboti. Mwaka 1929, profesa wa Kijapani Koto Nishimura alitengeneza roboti yake ya kwanza nchini Japani iliyojulikana kwa jina la Gakutensoku. Ilipofika mwaka 1949 mwanasayansi wa kompyuta Edmund alichapisha kitabu cha Giant Brains of Machines That Think ambacho kiliunganisha mifano mipya ya kompyuta na ubongo wa binadamu. Kipindi kilichofuata ni kipindi cha kuzaliwa kwa akili bandia kinachokava muda wa mwaka 1950 mpaka 1956. Katika kipindi hiki, hamu ya kuelewa na kuendeleza AI ilifika katika kilele chake. Watu maarufu kama Alan Turing alichapisha kazi yake ya Computer Machinal and Intelligence ambayo baadaye ilijulikana kama mtihani wa Turing ama kwa lugha ya kimombo Turing test. Yaani huu ulianzishwa kama kipimo cha kupima kiwango cha akili ya mashine kwa kulinganisha na uwezo wa binadamu. Aidha, katika kipindi hiki ambacho neno akili bandia artificial intelligence lilibuniwa na kuanza kutumika rasmi katika mijadala ya kisayansi na nyanja mbalimbali mbali. Katika kipindi hiki matukio muhimu ni mfano yale yaliyotokea kipindi cha mwaka 1950 kama lile la Alan Turing alipochapisha makala yake ya Computer, Machinery, and Intelligence ambapo iliyependekeza kipimo cha akili ya mashine kilichoitwa The Imitation Game, baadaye ikawa mtihani wa Turing. Miaka miwili baadaye, mwaka 1952, wanasayansi wa kompyuta kama vile Arthur Samuel alitengeneza programu ya kucheza ya drafu ambayo ilikuwa ya kwanza kujifunza mchezo huo kwa kujitegemea kwa kupima uwezo wa mashine kucheza michezo pasina kuingiliwa na binadamu. Mwaka 1955 John McCarthy aliandaa warsha katika Dartmouth College kuhusu akili bandia, ambapo neno hilo lilitumika rasmi kwa mara ya kwanza na lilianza kuwa maarufu wakati huo. Kipindi kinachofuata ni kipindi cha ukuaji wa akili bandia. Kipindi hiki ni cha kipindi cha miaka 1957 mpaka 1979. Katika kipindi hiki kati ya ubunifu wa neno akili bandia Artificial Intelligence na miaka 1980 kilikuwa na ukuaji wa haraka lakini pia changamoto kubwa katika utafiti wake. Kuanzia mwishoni mwa mwaka 1950 hadi miaka ya 1960 AI ilipata maendeleo makubwa. Wakati huo lugha za programu zilianzishwa, baadhi zikibaki kutumika mpaka hii leo, na ukizingatia vitabu pamoja na filamu pia vilianza kuchunguza dhana ya roboti. AI ilianza kuwa sehemu ya mazungumzo ya kawaida kwa wakati huo. Ilipofika miaka ya 1970 ilileta maendeleo makubwa zaidi kama vile uundaji wa roboti ya kwanza inayofanana na binadamu huko nchini Japani na gari la kwanza lililojiendesha lenyewe lililotengenezwa na wanafunzi wa uhandisi. Hata hivyo kipindi hiki pia kilikuwa na changamoto zake nyingi, kwani serikali ya Marekani ilianza kupunguza ufadhili wake hasa katika tafiti za AI ikisababisha kudorola kwa maendeleo katika sekta hii ya teknolojia. Kipindi hiki kina matukio mengi ya muhimu, mfano mwaka 1958, na John Mark alitengeneza listi ya programu lugha ya kwanza ya kompyuta kwa ajili ya utafiti wa AI ambayo bado inatumika mpaka hii leo. Mwaka 1959 Arthur Samuel alibuni neno machine learning ujifunzaji wa mashine alipotoa hotuba kuhusu jinsi ya kufundisha mashine kucheza chess vizuri kuliko binadamu walioanda. Ulipofika mwaka 1961, roboti ya kwanza ya viwandani Unimate ilianza kufanya kazi katika kiwanda cha General Motors huko New Jersey, Marekani, ikihusika na kubeba sehemu ya magari na kufanya shughuli kubwa ambazo zilikuwa hatari kwa binadamu. Mwaka 1965 Edward and Joshua pia waliunda mfumo wa kwanza wa wataalam expert system, ambao ulikuwa ni aina ya AI iliyopangwa kuigiza fikra na maamuzi ya wataalam wa binadamu. Mwaka 1966 Joseph pia alitengeneza Eliza chatterbox ambayo baadaye ilijulikana kama chatbox ambayo ilikuwa ni mfumo mta wa mtaalamu wa saikolojia wa bandia aliyekuwa na uwezo wa kuzungumza na binadamu kwa kutumia uchakataji wa lugha asili kwa kifupi NLP. Ulipofika mwaka 1968, mtaalamu wa hisabati kutoka Sovieti bwana Alex alichapisha makala Group Method of Data Handling katika jarada la Automatica ambapo alielezea njia mpya ya AI zilizokuja kuwa msingi wa kile tunachokijua leo kama deep learning ujifunzaji wa kina. Ilipofika mwaka 1973, mwanaisibati James Lighthill aliwasilisha ripoti kwa baraza la sayansi la Uingereza akieleza kuwa maendeleo ya AI hayakuwa makubwa kama yalivyoahidiwa. Hii ilisababisha kupunguzwa kwa ufadhili wa tafiti za AI kutoka kwa serikali ya Uingereza. Mwaka 1979, James L. Adams aliunda Stanford Cart mwaka 1961, gari moja kati ya mifano ya kwanza ya gari linalojiendesha, autonomous vehicle. Na mwaka 1979, gari hilo lilifanikiwa kusafiri kwenye chumba kilichojaa viti bila msaada wa binadamu. Mwaka 1979 pia kulikuwepo na chama cha AI cha Marekani, American Association of Artificial Intelligence, Triple AI, kilianzishwa ambacho sasa kinajulikana kama Association for the Advancement of Artificial Intelligence. Kipindi kilichofuata ni cha mlipuko wa AI miaka 1980. Miaka 1980 ilishuhudia ukuaji wa haraka na ongezeko kubwa la hamasa juu ya akili bandia, kipindi ambacho sasa kinajulikana kama mlipuko wa AI ama kwa lugha ya Kimombo, AI boom. Ukuaji huu ulitokana na mafanikio katika utafiti na pia ongezeko la ufadhili wa serikali kwa watafiti wa AI mbinu za deep learning, ujifunzaji wa kina na matumizi ya mifumo ya wataalam kama expert system zilipata umaarufu mkubwa katika kipindi cha miaka 1980. Mifumo hii iliwezesha kompyuta kujifunza kutokana na makosa yao na kufanya maamuzi kwa kujitegemea matukio muhimu sana katika kipindi hiki ni mfano wa yale yaliyotokea katika kipindi cha mwaka 1980. Kongamano la kwanza la Association for the Advancement of Artificial Intelligence lilifanyika huko katika chuo kikuu cha Stanford, Marekani. Mwaka huo huo pia 1980, mfumo wa kwanza wa wataalam uliingia sokoni kibiashara, XCON, expert configure. Mfumo huu uliundwa kusaidia katika kuigiza mifumo ya kompyuta kwa kuchagua vipengele vyake kiautomatiki kulingana na mahitaji ya mteja. Mwaka 1981 serikali ya Japani ilitenga kiasi cha dorali 850 milioni, zaidi ya dola bilioni 2 kwa thamani ya sasa, kwa mradi wa kompyuta za kizazi cha tano Fifth Generation Computer Project. Lengo lao lilikuwa kutengeneza kompyuta zilizo na uwezo wa kutafsiri lugha, kuzungumza kwa lugha ya binadamu na kutoa hoja kama binadamu. Miaka mitatu baadaye, mwaka 1984 AAAI ilitoa tahadhari kuhusu majira ya baridi ya AI ama AI Winter yanayokaribia, ambapo ufadhili na hamasa za AI yangepungua na kufanya utafiti kuwa mgumu zaidi. Mwaka mmoja baadaye, 1985, programu ya kuchola iliyojiendesha yenyewe iliyojulikana kama AARON iliwasilishwa kwenye kongamano la AAAI. Mwaka 1986 Ernest na timu yake katika chuo kikuu cha Bundeswehr cha Munich waliunda na kuonyesha gari la kwanza lisilo na dereva driveless car au robotic car. Gari hili liliweza kusafiri kwa kasi ya zaidi ya kilomita 55 kwa lisaa kwenye barabara zisizo na vizuizi wala madereva wengine. Mwaka mmoja baadaye mwaka 1987 kampuni ya Lactress Incorporation ilizindua rasmi mfumo wa kwanza wa ushauri wa kimanagement na wa kimkakati. Mfumo huu ulitumia mifumo tata ya wataalam yenye zaidi ya sheria elfu tatu kusaidia biashara kufanya kazi na maamuzi. Baada ya hapo, kama vile ilivyotabiriwa, majina ya baridi ya akili bandia yalifuata. Kipindi hiki ni kipindi cha kuanzia mwaka 1987 mwishoni mpaka 1993, kama ilivyotabiriwa na association ya AI, kipindi cha majira ya baridi ama AI winter kilifika. Neno hili linaelezea kipindi ambacho kulikuwa na kupungua kwa hamasa ya umma, sekta binafsi na serikali kuhusu akili bandia. Hii ilisababisha kupungua kwa ufadhili wa utafiti. Matokeo yake kulikuwa na maendeleo machache katika teknolojia ya AI. Wawekezaji wa sekta binafsi na serikali walipoteza hamu ya kuendelea kufadhili AI, kwa sababu harama za maendeleo zilionekana kuwa kubwa kuliko faida zilizoweza kupatikana. Kuporomoka huku kulisababishwa na changamoto katika soko la mashine na mifumo ya wataalam ikiwa ni pamoja kusitishwa kwa mradi wa kizazi cha tano cha Japani, kupunguzwa kwa mipango ya kompyuta ya kimkakati na kupungua kwa matumizi ya mifumo ya wataalam. Matukio maalum ya kipindi hiki ni kama lilotokea mwaka 1987 soko la vifaa maalum vya Lisp liliporomoka baada ya washindani wa, wa bei nafuu kama IBM na Apple kutoa kompyuta zilizoweza kuendesha programu za Lisp kwa gharama ndogo. Hii ilisababisha kampuni nyingi zilizotengeneza vifaa maalum vya Lisp kufilisika. mwaka 1988, mpangaji programu Rollo Carpenter alibuni chatbot Jabberwacky iliyoundwa kutoa mazungumzo ya kuvutia na kuburudisha kwa binadamu. kipindi kilichofuata ni kipindi cha wakala wa ai mwaka 1993 mpaka mwaka 2011 licha ya changamoto za ufadhili wakati wa ai winter miaka mapema ya miaka 1990 ilishuhudia maendeleo makubwa katika utafiti wa akili bandia moja ya hatua kubwa ilikuwa ni kuanzishwa kwa mifumo ya ai iliyoweza kumshinda bingwa wa dunia wa mchezo wa chess kwa mara ya kwanza. Kipindi hiki pia kiliona ujumuishaji wa akili bandia katika maisha ya kila siku kupitia ubunifu kama vile wa programu ya kwanza ya utambuzi wa sauti kwa kompyuta za Windows. Kupanda kwa hamasa juu ya akili bandia kulisababisha ongezeko la ufadhili na utafiti, hali iliyowezesha maendeleo makubwa zaidi katika kipindi hiki. Matukio muhimu zaidi ni kama yale mwaka 1997, Deep Blue ilitengenezwa na IBM ilimshinda Geri, bingwa wa dunia wa mchezo wa chess katika mechi iliyochukua vichwa vya habari duniani. Ilikuwa programu ya kwanza kushinda dhidi ya bingwa wa binadamu. Mwaka huo huo mwaka 1997 Windows ilitoa programu ya kwanza ya utambuzi wa sauti speech recognition iliyotengenezwa na Dragon Systems. Mwaka 2000 Profesa Cynthia alibuni roboti wa kwanza iliyoweza kuiga hisia za binadamu kwa kutumia uso wake. Roboti hiyo ilijulikana kama Kismet na ilikuwa na macho nyusi masikio na mdomo Mwaka 2002 robo mbaya kwanza ilizinduliwa ikileta mapinduzi katika usafishaji wa nyumba kwa kutumia roboti Mwaka 2003 na NASA ilitoa rova mbili 2 kwenye sayari ya Mars Spirit na Opportunity zilizoweza kujiongoza zenyewe kwenye uso wa sayari bila msaada wa binadamu. Mwaka 2006, kampuni kama vile Twitter, Facebook na Netflix zilianza kutumia AI katika mifumo yao ya matangazo na uzoefu wa mtumiaji UX. Mwaka 2010, Microsoft zindua Xbox 360 Kinect, kifaa cha kwanza cha michezo kilichotumia AI kutambua mwili wa mchezaji na kutafsiri harakati zake katika michezo. Ilipofika mwaka mmoja baadaye, mwaka 2011, kompyuta iliyotengenezwa kwa lugha ya uchakataji wa lugha asili NLP iliyoitwa Watson ilijengwa na kampuni ya IBM ilishinda mchezo wa Jeopardy dhidi ya bingwa wawili wa awali katika mashindano yaliyorushwa kwenye televisheni. Mwaka 2011 Apple ilizindua Siri, msaidizi wa kwanza wa kidijitali aliyepata umaarufu mkubwa kipindi kilichofuata. Baada ya kipindi hicho ni kipindi cha akili bandia kwa ujumla, AGI, kuanzia mwaka 2012 mpaka wakati huu mimi na wewe tunazungumza. Hii inatuleta kwenye maendeleo ya hivi karibuni ya AI hadi wakati wa sasa. Tumeona kuongezeka kwa matumizi ya AI katika maisha yetu ya kila siku, kama vile wasaidizi wa kidijitali, injini za utafutaji na programu zinazojifunza kutoka kwa data kubwa. Katika kipindi hiki pia kimeleta umaarufu wa deep learning na matumizi makubwa ya big data, teknolojia ambazo zimeleta mageuzi makubwa katika sekta ya akili bandia. Matukio muhimu ni kama vile: mwaka 2012, watafiti wawili kutoka Google Jeff na Andrew walifundisha mtandao wa neva neural network kutambua paka kwa kuonyesha picha zisizo na lebo au maelezo yoyote ya awali. Mwaka 2015, Elon Musk, Stephen Hawking, Steve Wozniak zaidi ya watu elfu tatu walisaini barua wa ya kwanza kwa serikali za dunia kupiga marufuku utengenezaji wa matumizi ya silaha zinazojiendesha autonomous weapon kwa ajili ya vita. Mwaka 2016 Hanson Robotics waliunda roboti ya kibinadamu inayoitwa Sophia ambaye ilijulikana kama raia wa kwanza roboti. Sophia ilikuwa roboti wa kwanza aliyeundwa kwa mwonekano wa kibinadamu na uwezo wa kuona, kuelewa hisia na kuwasiliana. Mwaka 2017 Facebook iliunda chatbot mbili kwa ajili ya kujifunza na kujadiliana. Hata hivyo, baada ya kutumia Kiingereza, chatbots hizo ziliacha lugha hiyo na kuunda lugha yao wenyewe bila kuingiliwa na binadamu. Mwaka 2018 na kundi la teknolojia kutoka Alibaba lilitengeneza AI ya, ya, ya uchakataji wa lugha ambayo ilishinda akili ya binadamu katika mitihani ya kusoma na kuelewa maandiko uliyotayarishwa na chuo kikuu cha Stanford. Mwaka 2019 Google Alpha Star ilifikia kiwango cha Grand Master katika mchezo wa video wa StarCraft namba mbili ikiwa na uwezo wa kushinda zaidi ya asilimia 99.8 ya wachezaji wa binadamu. Mwaka 2020 kampuni ya OpenAI ilianzisha majaribio ya ChatGPT ya tatu, mfumo wa AI uliotumia deep learning kutengeneza misimbo ya programu, mashairi na maandishi mengine ya lugha asilia. Ingawa si wa kwanza kwa aina yake, GPT ya tatu ilikuwa wa kwanza kuzalisha maudhui ambayo ni karibu kutofautishwa na yale yaliyoandikwa na binadamu. Mwaka 2021 kampuni hiyo hiyo ya OpenAI iliunda DALL-E, AI iliyokuwa na uwezo wa kuchakata na kuelewa picha na kuzalisha maandiko sahihi kuhusu picha hizo. Hii ilikuwa hatua muhimu katika kuifanya AI aelewe ulimwengu wa kuona visual world. Sasa kama AI inaweza kufanya kazi kama binadamu, kuna utofauti uliopo kati ya uwezo wa kufanya kazi kati ya binadamu na AI? Mengi anakuja, tuisubiri sehemu ya tatu. Mungu akubariki.